Ukisikia watu wanaowindwa na wanaong'ang'aniwa na mataifa ya Magharibi, basi ni jamaa mmoja ambaye ni Ibrahim Traore ambaye anaiongoza uh, nchi ya Burkina Faso eh, kiasi kwamba mataifa ya Magharibi yote <laughs> eh, yako bize, tunamfanyaje huyu jamaa? Sasa kilichotokea sasa hivi ni kwamba Marekani inaenda kujenga bezi katika nchi ya Cote d'Ivoire. Yaani, Ivory Coast inaenda kujenga uh, ya kambi ya jeshi pale. Military base itawekwa pale, alafu mambo mengine yaendelee. Sasa swali ni kwamba, unaweza ukajiuliza kwa nini wajenge pale, au wa, wa, waweke eh, kambi yao ya jeshi ya kivita ikae pale katika nchi ya Cote d'Ivoire, na maanisha Ivory Coast. Ukiangalia ramani jinsi ilivyokaa pale Uh, katika hizo nchi ambazo zinapakana na Burkina Faso, nchi ya kwanza kabisa ambayo imechukua nafasi kubwa kwa huku chini, sasa naweza nikasema ni hiyo, uh, ni hiyo nchi ya Côte d'Ivoire sawa. Lakini pia kuna nchi nyingine ambayo ni Ghana, eh, kuna Ghana, kuna Ivory Coast. Hizi nchi zote hizi mbili zimechukua nafasi kubwa kwa huku chini, kwa karibu na uh, hiyo Burkina Faso. Swali ni kwa nini hawa Wamarekani wanataka kaweke pale. Ni kukumbusha kidogo kwamba uh, huyu kiongozi wao wa, uh, wa, wa, wa, ambaye ni komando tuseme ndo kiongozi mkubwa uh, wa majeshi ya Marekani kuwa Afrika uh, huyu Langley ambaye ndo aliwahi kuongea maneno fulani kwamba uh, huyu uh, Traore anajinufaisha, anapata uh, madini yanayopatikana katika nchi ya Burkina Faso anajinufaisha nayo kwa ajili ya kulinda yeye mwenyewe. Sasa swali linakuja hivi, kweli katika nchi ya Burkina Faso uh, wanalalamika hizi shutuma wanazotoa hawa mataifa mengine ya nje? Yaani, baba anaongoza familia yake, yuko na familia yake na watoto na mke wake, pengine hata wajukuu anao, alafu anakuja mtu mwingine wa nje anasema Uh, huyu mzee anaiongoza hii familia kidikteta. Mm. Kichuani, ya kidikteta <laughs> inakuja kichwani au <laughs> inakuja, inakuja akilini ni kitu kigumu sana kwa sababu yani hawa jamaa wanakutengenezea figiso, wanakutengenezea njia jinsi gani wakupoteze, wao waendelee kuchukua mali za nchi ya kwako, wanakuharibia familia yako. Uh, wanaingiza sumu kwenye familia yako alafu waki, su, familia yako ikianza kuamini, wanakupoteza wakisha kupoteza anza, uh, hii familia naobaki da tulikosea kumtoa baba yetu. Ndo kinachoendelea huko eh, Burkina Faso Ibrahim Traore ana, anavyozidi kujisimamia. Mimi ninachoamini ni kwamba Burkina Faso au Ibrahim Traore mpaka sasa hivi Akishaona haya mambo basi tutegemee milio michache tu kutoka kwa, kwa Ibrahim tua kwamba anaweza akaikaribisha Russia ikaweka base katika a, ukanda huo huo e, wa eneo hilo la Burkina Faso kuikaribia nchi ya Ivory Coast. Kama sio a, Warusi basi tutegemee Wachina wanaweza akaweka bezi katika hiyo eneo au mpakani humo humo mwa a, Ivory Coast kama sio Warusi basi Kim Jong Un tutegemee kuona hivyo vitu kwa sababu hawa watu ndo wahasimu wakubwa wa, wa, wa mataifa yote ya magharibi. Sio kama naelewa hicho kitu e, Urusi haina ukaribu wote na Marekani wala Mfaransa. Ukija kuangalia wa Wachina ndo kabisa. Ukiangalia Kim Jong Un hawa Korea Kaskazini ndo kabisa hawana ukaribu nao kwa sababu ukiangalia Korea Kaskazini yenyewe wanafanya majaribio katika mipaka ya Marekani yanapiga makombora, akiulizwa anaambia tulikuwa tunafanya majaribio, hatujafanya maangamizi yote, kwa sababu makombora yetu yamedondokea kwenye bahari. Unaweza kaelewa nini hiki ambacho hawa jamaa wanaendelea kutengeneza eh, yani walivyo na uchu na vitu vya watu wengine eh, hii ndo eh, hawa ndo watu wa Western, yani nikimaanisha watu wa magharibi wanavyohangaika kutumia nguvu nyingi sana, lengo waweze kuinyonya Afrika Sijui kama ananielewa mtazamaji, na hiki kinachoendelea kwa hawa jamaa wote wote, ukiangalia uh, Ufaransa, Mfaransa ndo ana haha hata hivi, ah, anatia huruma Mfaransa ukienda kumcheki, sijui awatariano na wenyewe ndo hivyo, lakini hasa hasa ambaye anateseka ameharibiwa mudi zote ni Mfaransa kwa sababu Mfaransa hiyo ni koloni lake, alikuwa anachukua mali hapo, alikuwa anazibeba kama za kwake, anachimba dhahabu hapo katika nchi ya Burkina Faso, anazipeleka huko chini kwake, wananemeka wao. Jamaa alivyoingia, akafrizi kila kitu, akaondoa majeshi yote A, ya Mfaransa akayarudisha huko kwao. Baada ya kuyarudisha, akachukua maeneo yote mali, mali za za asili za Burkina Faso akazitengenezea mfumo kwamba hizi mali ni za Wabukinafaso wote. Akaanza kubadilisha miundombinu ya Burkina Faso, akaanza kutengeneza kujenga hata nyumba kwa ajili ya wananchi wa Burkina Faso. Alafu mpumbavu mmoja atokea aseme kwamba eh, huyu jamaa anajinufaisha yeye. Aliingia katika serikali ya mpito mwisho wa siku wamempa wao wenyewe kwamba bwana wewe kaa hapa hapa moja kwa moja, na ndio maana uh, alivyoingia madarakani kama uh, kwa, kwa mapinduzi ya, ya, ya kijeshi, alivyokaa madarakani akakaa hapo akaendelea kuwepo hapo mpaka sasa hivi tunavyoongea na wewe, maeneo yote ya muhimu anavaa nguo za jeshi kwamba yeye sio uh, ni rais wa kawaida, yeye ameingia pale kama mwanajeshi na ndio maana anavaa nguo za kijeshi ishu inayowasumbua hawa watu wengine. Wa magharibi wanakosa ulaji, wanakosa kuishi. hii yote hii yote hawawezi kuishi bila Afrika. Nasema hivi wazungu wote popote walipo duniani hawawezi kuishi bila Afrika. Afrika ndio mama, inabeba mataifa yote duniani kokote kule. nakukujua wewe, sijui kama unanielewa. Nikimaanisha hivyo, nikiongea hivyo, namaanisha kwamba soko kubwa la vitu Afrika ndo imekuwa kama ndo market, i mean nachokuambia Africa ni market. lakini wakati huo huo Afrika ndo sehemu ya kupatia raw materials, yani malighafi zote za kwenda nchi zingine pengine kwa ajili ya kufanyia vitu vyao zinatoka Afrika. Ukiangalia, ukiitoa hizo nchi za hapo zinazopakana na Burkina Faso kuna Niger wengine, uh, eh, nasema Niger hiyo eh, kuna Nigeria kuna uh, ndo hiyo Ivory Coast yenyewe kuna Mali, hizi nchi zote hizi zina madini ya kutosha, ukiitoa Kongo yenyewe ambaye ndo baba lao sasa. Ndo maana nasema hivi Afrika ni bara ambalo linabeba dunia yote, ni kama ndo kitovu cha aa, mataifa mengine kuishi. Na ndio maana wanatumia nguvu nyingi sana, wanahaha vya kutosha. Wakishaanza kuona kwamba Afrika wanapata akili, wanapata viongozi wanaoamka kwa ajili ya kutetea mali za Afrika zibaki hapa hapa Afrika, yani ni kwamba sisi wenyewe Afrika tukiwa na vitu vya kuzalisha, yani mali ma, ma yafi tunayo tukiweza kuprocessi hapa hapa afu tukavitoa vilivyokuwa processed. I mean nakwambia Afrika inaweza ikawa dunia nyingine kabisa, ni sio tu hii dunia ambayo tupo nayo, ikawa dunia nyingine kama sio bara jingine. Mtazamaji, unasemaje kuhusiana na hiki ambacho hawa eh, Marekani wanavyotumia ah, nguvu nyingi sana kwa ajili ya kuinyonya kui ah, Burkina Faso. Kama sio Marekani hata Mfaransa. Maoni yako ni ya muhimu sana, tuambie hapo kwenye komenti.